Mimi nilikuwa hapa juzi siku ya Jumatano ambapo pengine mulipata nafasi tuka waliniona, wangapo waliniona, basi, kwa sababu nimerudi, nikusema kwamba sasa nimekuja kudhibitisha ushindi wa Stanley Kenga na kuhakikisheni hatutakubali wizi. Musiogope kwenda kupiga kura. Kwa sababu niona hapa nimetoka tangu nitoke hapa tulielekea upande wa western Kenya huko Malava, Kakamega, tukaenda hata huko Siaya, mahali kunaitwa Unguja. Tumetembea Kenya hii na ndiyo sauti ilibadilika kidogo, lakini hata hivyo, hata hivyo nimekuja kuambieni tafadhalini, tunawasihi ili mkomboe Magarini, na ukombozi wa Magarini kuanzia Alhamisi utamaanisha ukombozi wa Kenya nzima Huyu ndiye atakuwa mtoto wa kwanza kusaliwa kwa sura mpya. Muko tayari kupatia kenya Kenya yote? Na mimi mwenyewe nimemsikiliza, nimemwona, namwelewa. Tunasema hivi sasa hiki ni kipindi cha lala salamu, wataleta ila unga na nini na nini, hata wakileta mabibi zao chukweni mwananielewa mutachukua, mukichukua, lakini mwisho mpigie Stanley Kenga ka... hiyo tu. Huo ndio uamuzi, na hiyo ndio habari ambayo nimaleteeni. Sisi zote, Rigathi Gachagua leo amekuwa upande wa Narok na mimi nimekuwa hapa, amekuwa upande wa Mbere, kina Wamala wako upande wa Malava. Tuko kila mahali kuhakikisha kwamba ukombozi wa nchi umeanza na leo hii nina furaha tele tele kwamba tume tumekuwa pamoja na ndugu yangu kijana mdogo hapa chipukizi jichopevu mjumbe wa Nyali. Hawa ndio wale vijana ambao pamoja na Stanley Kenga hawaogopi, na mimi nataka tu kwanza nyinyi, unajua dawa ya wizi wa kura ni kujitokeza. Vijana, mko tayari? Genzi mpo mutaamka saa ngapi kwenda kupiga kura ati saa saba saa sita na dakika moja muwe mmefika kwa kiwanja si namna hiyo alafu vitanduku vikija kupekuliwa pekuliwa muwe pale alafu kifungulia kituo muwe pale kina mama ambao wanabeba watoto wafike saa kumi na moja na nusu kabla ya saa tatu muwe mumepiga kura na vijana msiondoke. Kina mama waende wakatafute chakula, sio wakapike, lakini vijana mkae kwa kituo. Tutahakikisha kwamba wale maagent wa Stanley Kenga sio wale wa kuibiwa, sio wale wa kununuliwa, na mimi mwenyewe nitahakikisha na onge, nitaongea na IBC yenyewe. Nasikia hata vice chairman anatoka area ya Pwani ni mtoto wenu hapa. Nitamwambia ahakikishe haki inafanyika kwa sababu asipofanya hivyo atapata atapata hasara kubwa. Hasara inaweza kuwa katika kuhujumu hata sura na mafikira ya kwamba huyu mama na, ni, ni mama ambaye ni mchanga. Tunataka kama ndiye anasimamia mambo haya ya IBC, ahakikishe presiding officers. Nasikia Mungaro anatafuta wengine usiku <todiculta> eh? kama wanatafutwa Wasikubali. Wakikubali, wataonekana na sura mbaya Kenya yote, na angazia mangarini sahihi <coughs> presiding officers, returning officers na maagent wako wawe ni wale vijana chapchap, si namna hiyo? <coughs> na sio ile chama kuna jamaa lianzi